Kinara mkuu wa chama cha People's Liberation Party PLP, Martha Karua ameweka wazi kuwa kama wapinzani watazidi kujadiliana ili kupata mwelekeo wa kusonga mbele baada ya kutamatika kwa chaguzi ndogo zilizoandaliwa nchini siku ya Alhamisi. Brenda Wire ana taarifa yuko kina oh, Kihutubia umbolezaji katika eneo la matende ya eneo bunge la Malava, kinara mkuu wa chama cha PLP Martha Karua amesema kuwa kama upinzani watachambua matukio ya chaguzi ndogo zilizokamilika Alhamisi hii ili kupata mwelekeo watakaochukua kutokana na matokeo ya chaguzi hizo. wakazi ya kwa sasa, amewatahadharisha wakazi dhidi ya kuuza haki zao za kikatiba kwa kushinikizwa kwa hongo, akishutumu serikali kwa kuendesha siasa za rushwa wakati wa uchaguzi. Sijaona uchaguzi mwingine ngondoro zinanunuliwa, lakini tuliona ngodoro mpya mimi nataka kuambia wananchi, kulala kwa ngodoro ni vizuri na ni more comfortable kuliko kulala kwa floor, lakini usipende godoro kushinda haki, usipende pesa kushinda haki. Utalala kwa ngodoro na ukienda hospitali utakosa dawa, mtu yako atakosa dawa na italeta maafa, na umelala kwa godoro. Sasa ujiulize, unataka nini kwa kiongozi? Unataka kasi safi au nataka pesa ya kupita ile? Itaisha uchaguzi ukiisha. Mimi nataka kuwaambia, tukatae siasa ya furugu. Tumeona gari zikichomwa, polisi wakiwa karibu na zikachomwa. Tumeona watu wakipigwa na polisi, kwa polling stations zingine walikuwa wengi kushinda wananchi. Bi Karua anawataka wa Kenya kuwa makini katika kuimarisha demokrasia yao huku akitaja mataifa jirani ambayo yameendeleza unyanyasaji dhidi ya wapinzani wake wa nje na ndani. Ndugu zangu, mmeona vile imefanyika nchi jirani kule yu. Tanzania hakuna mtu alifikiria maafa ya aina hiyo yanaweza patikana. Mmeona Uganda pia wamefungia upinzani kama Tanzania. Tusipoangalia, ukiona nyumba ya mwenzako inachomeka, jihadhari, hiyo moto inaweza fika kwako. Wakenya tujihadhari, katiba imetupatia nguvu. Tujiulize, tutatumia nguvu zetu aje? Tusiwachie wachache watufinye, tungojee tuje kuuawa kwa maelfu, vile tumeona kwa nchi jirani. Bi Karua aliyezungumza haya katika hafla ya mazishi ya mwanachama wa PLP Msiganga, hafla iliyoandaliwa katika eneo la Matende ya kaunti ndogo ya Malava. Demokrasia imenachisiwa. Democracy has been defiled and we are now appealing to international community. Waangalie Kenya, tuwe na watu wa kwenda ICC. Kenya wameua, Tanzania wameua, Uganda they are killing. Na nataka niseme hivi, unajua dalili ya mvua ni mawingu. Sasa 2027 20, itakuwaje ikiwa hao wanatulazimishia viongozi? Hiyo ilionyesha wazi kwamba uchaguzi uliofanyika ndogo juzi haikuwa sawa na uwazi, uwizi na mapigano na mambo mengi yalitokea vibaya sana. Brenda Wawire kutoka Matende eneo bunge la Malava kaunti ya Kakamega.